Hatupaswi kuivuruga nchi hii, hatupaswi. Hata kama aliyepo juu ya serikali humtaki, kuna muda, this is a democratic country, huyu mtu ataendesha mpaka wakati huu. Kafanya makosa, semeni makosa yake. Kosa la serikali ya awamu ya sita kueneza huduma bora za afya Tanzania, hilo kosa letu, kosa letu, kueneza huduma bora, mashule mazuri mpaka kule vijiji, hilo kosa letu, kosa letu kukuza uchumi wa Tanzania ukakuwa mpaka tukasifiwa duniani, hilo kosa letu. Kosa letu ni kufanya Tanzania iwe nchi ya salama ikalike, na watu wafurahi, hilo ilo ndo kosa letu. Kosa letu ni nini? Kama mtu hampendi anaoongeza anayeongoza, tustahamili tu, tu. Mioyo yote imeombwa na stahamili Demokrasia ipo, ataongoza, ataondoka. Kwani wote walioongoza kutoka mwanzo mpaka leo awamu ya sita, wote walipendwa na kila mtu? Nchi ilivurugwa? Sa kama humpendi Samia, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Kama humpendi kwa alivyo, humpendi kwa dini yake, humpendi kwa alikotoka, hakuna sababu ya kuvuruga nchi. Katiba yetu sheria zetu zipo. Nchi hii inaongozwa kwa katiba na sheria zetu, hakuna sababu ya kuvuruga nchi, ndugu zangu. Kwayo niwaombe sana, zile sumu zinazotiwa huko, mnapotiwa sumu tumieni akili zenu. Najua hakuna hakuna eneo baya la kumpata mtu kama dini, unapomkamata mtu kwenye dini na ukamlisha ubaya wa mtu kwenye dini unajenga chuki ya ndani ya moyo kuliko wanasiasa. Wanasiasa wakimharibu mtu wanamharibu mtu kichwani, kichwa hakiweki. Akija mwingine na zuri, ile baya litaondoka, zuri litaingia. Lakini ndani ya moyo likiingia limeingia. Kwa hiyo viongozi wetu wa dini kaeni kwenye mstari wenu. Dini zetu zote dini zetu zote zinasema kila mamlaka imeletwa na Mungu, kila mamlaka imeletwa na Mungu, iwe kwenye mamlaka kuna mwanamke, iwe kwenye mamlaka kuna mwanamme, kila mamlaka imeletwa na Mungu na sababu ya Mungu kuleta mamlaka hayo hakuna anaoijua duniani. Hakuna, Mungu peke yake ndio alikuwa anajua kwa nini Samia leo yuko hapa. Kwa hiyo niwaombe sana, viongozi wa dini, tuvae majoho yale majoho yetu yaoneshe sura hal halisi. Hakuna kitabu chochote cha dini kimesema tutazitumia dini zetu kuvuruga nchi zetu. Hakuna, ni utashi binafsi wa watu kwa ubaya wa nafsi zao. Kwa msivae majoho ya dini mkatengeneza utashi wenu binafsi kwa kupitia vivuli vya dini, dini zote. Niwaombe sana viongozi wa dini, tusimame tusivuruge nchi yetu.